Aleluia, aleluia, aleluia. Wana hawe nanyi. Tama la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Sura ya kumi na sita aya kumi na mbili hadi kumi na tano. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ningali ninayo mengi ya kuambia, lakini amuwezi kustahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, ataongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe lakini yale yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote alionayo Baba ni yangu. kwa hiyo na alisema kwamba atatoa katika yaliyo yangu kuwapasheni habari. Neno la Bwana <tune> To. Leo tunafanya sherehe ya utatu Mtakatifu, Mungu mmoja nafsi tatu, Mungu Baba, Mungu mwana na Mungu Roho mtakatifu Tunaungama, tunakiri, tunatukuza na kuabudu huo umoja wa Mungu katika nafsi zutatu, na ndio kazi yetu siku hii ya leo katika saa hii mmoja tulipata, lakini pia ndio kazi yetu katika safari nzima ya kiroho muungama Mungu hili kumtukuza na kumwabudu. Nawaarikieni basi, tutekeleze hilo, tuungame hiyo imani yetu katika Mungu mmoja na nafsa, na hilo linadhihirika kama wimbo wa mwanzo tulivyoimba, usifiwe Utatu Mtakatifu na umoja usiogawanyika. Lakini pia Utatu Mtakatifu unadhihirika katika sala zetu na hasa ile sala fupi, lakini ni ya kila siku, atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kila siku na mara nyingi inapofika siku tunaadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu, wengi wanafunga akili kwamba sasa mambo ya kuelewana yale yameisha. Wanafunga akili kwa sababu wanaanza kuingia kwenye sherehe hii na hesabu za darasa la pili kwamba moja na moja ni ngapi? Ni mbili tatu kutoa mbili unapata moja. Wanachezocheza na hesabu hizo hapo. Nataka na hesabu kama hizo ndio waingie katika fumbo la utatu mtakatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, miungu ngapi? Mungu mmoja. Sasa hapo hesabu inagoma. Kwa hiyo unapofika sherehe leo, anafunga akili kwamba leo twende tukasikilize tu hayo atakayesema, lakini fumbo hili yaliingirika lakini ukweli sio huo, ukweli tofauti. Katika katekisimu yetu kuna maswali mawili, yako mengine pia lakini kuna maswali mawili ambayo yanatuongozwa katika mafundisho ya imani. La kwanza, kuna Mungu wangapi? tumefundishwa na nakajifunza kila siku, na imani yetu inatuambia kuna Mungu mmoja katika nafsi Yani, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Swali la pili linakuja, hao nafsi tatu za Mungu wametutendea? Na jibu linakuja Baba, Mungu Baba ametuumba, na ndio maana tunayo katika kanuni yetu katika mafundisho yetu Dominus Creator Dominus Creator, Mungu ndio muumbaji wetu. Na Mungu mwana ametutendea nini? Mungu mwana ametukomboa, Dominus Redemptor, Mungu mkombozi. Na Mungu Roho Mtakatifu ametutendea nini? Mungu Roho Mtakatifu ametutakasa, ametutaka na kutupa tuzima Ifari hiyo katika Pentekoste za Dominika iliyopita, Mungu Roho Mtakatifu anatutakasa na kutupa uzima. Dominus vivificat, Bwana anayetengeneza na kuleta uzima. Kwa hiyo kuumbwa kwetu kuumbwa kwetu kuna mtaka Mungu, kukombolewa kwetu pia kuna mtaka Mungu na kutakaswa na kuwa na uzima huu tulio nao kuna mpaka moja. Sasa ndio mambo unahitaji kutumia akili haya, ukutane naye ndio kama navyo na ndio maana au wanaotumia akili, mmoja anaitwa uhoteli, huyu alika Mfaransa. Huyu anapotazama vitu jinsi vilivyoumbwa na yeye mwenyewe kama binadamu alafu anapotazama jinsi yeye kama binadamu alivyoingia katika ukombozi na anavyofurahia ukombozi, ingawa hakuelewa ukombozi katika jicho la imani lakini pia anavyoitazama pumzi yake aliyokuwa naye kila siku na uhai alionao kila siku, akatajabia, akasema, Ee Mungu, kwa haya yote kama ingetokea kwa bahati mbaya kwamba hupo, ingepaswa sisi binadamu tukubuni. Kama ingetokea kwa bahati mbaya kwamba hupo wewe Mwenyezi Mungu, ingepaswa sisi binadamu kufanya nini? Tukubuni, sababu hatuwezi kubaki bila Mungu katika haya. Sasa huyo sio mtu mwenye imani hiyo, lakini amesikia upeo huo kwa imani. Masomo ambayo tumeyasikia leo yanadokeza kwa namna moja au nyingine juu ya utatu ambao upo katika Mungu mmoja. Katika somo lile la kwanza toka katika cha Mithali, mwandishi anatuambia kwamba Bwana alikuwa pamoja na na, hivi anavyoendelea kueleza katika lile somo, anaonyesha so umilele wa Mwenyezi Mungu kwamba alikuwapo toka kabla yupo na anaendelea, anamtaja mi. Ukienda katika somo la Injili, nafsi zote tatu zizataa. Yesu anasema bado ninayo mengi ya kuwaambia, mungu mwana, ninayo mengi ya kuwambia, lakini anasema, anamwingiza roho mtakatifu, roho mtakatifu atakapokuja huyu atawaingiza katika kweli okaya yote. Yote. Yote. atayoingiza katika kweli yote anamalizia na baba kusema na yote aliyonayo baba ni yangu kwa hiyo nafsi zote tatu zinajitokeza katika somo lile la injili lakini katika haya masomo ukweli kuhusu Utatu Mtakatifu Utatu Mtakatifu kwetu so sisi ni fumbo lakini sio siri. Tunaongea juu ya fumbo la Utatu Mtakatifu, sio siri ya Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu pia ni ufunuo, na ndio maana sio siri, ni ufunuo. Kilichofunuliwa kinaonekana, kinajulikana. Lakini siri Hajulikana. Kwa hiyo hatuadhimishi siri ya Utatu Mtakatifu bali tunaadhimisha fumbo la Utatu Mtakatifu, na ni fumbo kwa sababu tunayajua mengi. Hiyo ndio tabia ya fumbo, unayajua mengi lakini sio yote, unayajua mengi lakini sio yote. Lakini katika siri hujui. <coughs> ndio maana Wenye hekima wanasema kama wewe una siri, kwa nini unamwambia ndugu yako siri yako? Wewe mwenyewe umeshindwa kuifunza, unataka kaukuzia jirani. Ndio maana siri zinafichuka. Siri inatakiwa iwe ficha, lakini sio fumbo. Fumbo unajua mengi, lakini sio katika ukamilifu. Mimi katika utatu mtakatifu, tunayejua mengi, lakini sio katika ukamilifu wake imani hiyo, Mungu mmoja na Utatu Mtakatifu na Utatu Mtakatifu, hilo tumepewa, hilo tumefunuliwa, hatuja buni. Hatukukaa chini na kubuni kuanzia sasa tutakuwa na Utatu Mtakatifu. Hatuja buni hatujatunga kama hizo watunzi wengine wengi wa vitu mbalimbali, hatukutunga, hatukutumia akili zetu ili Utatu Mtakatifu, wala hatukufikiri fikiri na kutengeneza Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu tumepewa, tumefunuliwa, na ndio maana kazi yetu sisi ni kufungua macho ya mioyo na kutambua, ili tuone ukweli wake uko wapi hapo, na ili nasi tumeangaziwa na Roho Mtakatifu, ndio maana tumesikia katika imani hiyo ya utatu mtakatifu, ndugu zangu, umungu wa Mungu haudai kuumbwa kwetu, heti sisi tuumbwe ili Mungu awe Mungu. Haiko hivyo, umungu wake haudai kuumbwa kwetu, bali kuumbwa kwetu sisi ndio kuna dae kwamba Mungu Mungu katika umungu wake, umungu wake haudai kwamba sisi tukombolewe, sio sharti la umungu wake, ila kukombolewa kwetu sisi ndio kuna dai kwamba Mungu mkombozi awepo. Umungu wake Mwenyezi Mungu haudai kwamba sisi tuwe na fumbi tuwe na uzima ahitaji, ila wewe na nini, kuwa na pumzi na uzima huu tulionao, kuna dai kwamba Mungu, au hilo ndio fungo la ua. Maana kama ni mnyofu mbele ya nafsi yako na mbele ya uhai wako, mbele ya uzima wako, utakubali kabisa hakuna mahali ambapo uzima unaweza kutengenezwa, pumzi unaweza kutengenezwa itubukua katika Mungu. Kwa hiyo huyu aweze. Kwa maana tunaye Mungu muumbaji, Mungu mkombozi na Mungu mtakatifu. Kwa hiyo sherehe hii ya Utatu Mtakatifu katika safari yetu ya kiroho, nijibu nijibu na nijibu kwa dai la ubinadamu wetu ambao tunashuhudia kwamba tumeumbwa, tupo, tunafurahi, tumekombolewa, lakini pia tuna funzi ya uhai. Sasa hilo ni dai, hilo dai lina mdai, Mungu awepo. Kwa hiyo Utatu Mtakatifu ni jibu kwa dai la ubinadamu wetu, kwamba tunayo hayo yetu. Sasa Utatu Mtakatifu na faida gani? maana Mwaka jana tumeadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu, miaka ya nyuma tumeadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu mtaka, na leo tunaadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu. Ina faida gani? Pako unatoka na nini katika sherehe hii ya leo? Faida za ukweli huo wa Mungu, umoja wa Mungu katika utatu wake, kwetu sisi una faida hii kwamba inakuwa ni shule shule, mahali ambapo tunapelekwa tukasome. Tunasoma nini? Kwamba umoja, umoja ni chemchemi na ni kielelezo cha ukweli na uzuri. Umoja ni chemchemi na kielelezo cha ukweli na uzuri. Hilo ndilo somo au faida tunayoipata katika kumuungama Mungu moja katika nafsi zetu. Chochote kilicho kimoja, chochote kilicho kimoja kitakuwa cha kweli, cha kufaa na kizuri. Kilicho kimoja kitakuwa cha kweli, cha kufaa na kizuri na ndiyo maana Mungu anapokuwa mmoja katika umoja wake, tunakutana na ukweli ulio kamili kabisa, kama alivyouabudu Mtakatifu Toma wa Akwino. Yeye ametafuta tafuta ukweli afanye kukuta kwamba ukweli ulio kamili kabisa upo katika Mungu, na ndio maana ameambatana na Mungu katika ukweli, katika maisha yake ukweli na Mungu katika umoja wake ni uzuri uliokamilika, uzuri mkuu. Na huo ndio anaoungana mtakatifu Agustino kwamba Bwana, wewe ni uzuri ambao mimi nasikitika kwamba nimechelewa kuu. Sasa Mungu sio tu mzuri, bali Mungu ni uzuri. Sasa ilo lipo katika Mungu. Na hivi sisi tunapoadhimisha sherehe ya leo tufaidike katika hilo. Kwanza tujifunze kwamba umoja utaeleza ukweli na uzuri kwa mwenyezi Mungu kwanza, lakini pia kwetu. Sasa hiyo maana yake ni kwetu sisi Kuna maisha ya upadre, sisi tuliopokea upadre, kuna maisha ya upadre, kuna maisha ya utawa katika nadhiri, katiba na kanuni zao, kuna maisha ya familia na ndoa. Maisha haya yote ya kitaka kuwa salama yaingie katika shule ya Utatu Mtakatifu yakajifunze mmoja, ili <coughs> upande uwe salama, inatakiwa uwe mmoja, upande mmoja na usawa, ili uwe salama, inatakiwa huwe usawa mmoja, vingine sana sana viwe misaada tu ya kuimarisha huwe ndoa nayo ili iwe, iwe salama inatakiwa iwe ndoa ngapi? Moja hizo kadri, kimoja kitakuwa cha kweli na kizuri. Kwa hiyo ndoa ili iwe salama inatakiwa iwe ndoa hiyo moja. Na familia ili iwe salama inatakiwa familia. Hilo leo ni la kulikaza, kwa sababu katika namna hizi zote za maisha tunaingia katika utumwa mkubwa, kwa sababu tunaishi upande utawa, ndoa na familia, vipande vipande, na ugonjwa wa kuishi upande utawa wa ndoa na familia kwa kuunga unga unga. na ugonjwa wa kuishi upande utawa familia na ndoa kwa awamu awamu awamu, hii ni pate, awamu nyingine unaacha, awamu nyingine pate, awamu i unaacha usawa hivyo hivyo, awamu hii msawa awamu, awamu nyingine unaacha kwanza, msawa awamu nyingine unapumzika hivyo na ndoa nayo, utakuwa na ndoa hii hapa, ndoa ile pale, familia ile, familia ile kule, ina majina mazuri mazuri mengi tu. Hayo yote yatatuingiza katika utumwa. Kama ni upande ni mmoja, kama ni utawa ni mmoja, kama ni ndoa na familia ni mmoja, hiyo italeta usalama, na hayo tunajifunza katika utatu Mtakatifu. so, kwa sababu upande huo mmoja, utawa huo mmoja, familia hiyo moja na ndoa yo moja, ndiyo itakayoleta furaha ya kweli na ya kudumu. Neno la mwisho hiyo ni faida ya Utatu Mtakatifu. Sasa uzuri wake uko Utatu Mtakatifu una uzuri huu, na hicho ndicho kivutio, na hiyo ndio sababu ya wewe na mimi ni kuangaikia sherehe hii. Lakini maisha ya Mungu katika umoja na utatu wake ni utimilifu wa furaha. Mungu katika umoja na utatu wake ni utimilifu wa uzima Mungu. Katika umoja na utakatifu wake utatu wake ni utimilifu wa uzima wa kimungu, uzima wa milele na ni mbingu. Na ndio maana katika maisha yetu haya tujifunze kutoka utatu utakatifu, lakini pia tuige na kuomba kwamba tuufahamu, tuukiri, tuungane na tuabudu utatu mtakatifu, kwa sababu ndio chemchemi ya kweli ya furaha yetu. Ni chemchemi ya kweli ya uzima wetu, ni kushiriki katika uzima wa Mungu mwenyewe, na hivi ni kuishiriki mbili. Na hivi kila tunaposali, atukuzwe Baba na mwana na Roho Mtakatifu, tuombe hayo, na kila unapoomba hayo, kazi ya ukombozi inatimia ndani yako.